Hayo mheshimiwa rais akatuletea mradi huu wakopa ng'ombe lipa maziwa. Kwa hiyo akikubali kuwa na ekari moja, na moja akakopeshwa na ng'ombe ambaye yule ng'ombe yeye anapeleka tu maziwa kiwandani ng'ombe anabaki naye. Ng'ombe akizaa, akizaa, kijana huyu atakuwa na ng'ombe, atakuwa na maziwa, atakuwa na mazao na ameepukana na umaskini na hana sababu ya kukimbilia mjini. Lakini tumeanza pia kutoa vitalo vya ufugaji wa ng'ombe kwa vijana. Sasa vitalu vina faida gani? Ukinenepesha ng'ombe mmoja kwa miezi mitatu, ng'ombe uliyemnunua shilingi laki tano una uwezo wa kumuuza shilingi milioni moja laki tano. Lakini ng'ombe ukiwa na ng'ombe wa kawaida mia moja ndani wa majike ndani ya mwaka mmoja utakuwa una ng'ombe mia mbili kwa sababu kila mwaka ng'ombe anazaa mara moja. Sasa tuna, kwa nini tunaweka nguvu kubwa huko? Ni kwa sababu tunaona kwamba serikali kwa vijana wengi wamekuwa wakilalamika kwamba uchumi wao umeachwa nyuma, wamesahaulika, lakini wachache watu wazima wanakuwa mabilionea, wanakuwa matajiri, hao hao wachache na familia zao, lakini wengi wanabaki maskini. Sasa tunasema huu utajiri na tuugawane, basi kila mtu apate kidogo, kila familia ipate kidogo, tusonge mbele, na tunaona tunakwenda vizuri. Lakini ndugu zangu, tunayo miradi mikubwa ya kimkakati hii haijawahi kufanywa tangu tupate uhuru na imefanywa katika kipindi kifupi sana. Kwa mfano mimi nilipofika Kagera kama mkuu wa mkoa, wananchi wakawa wanasema, tuna huyu mkuu wa mkoa tutampima kama akiweza mambo matatu: akiweza kutujengea stendi, akiweza kutujengea soko jipya, akiweza kutujengea chuo kikuu ndio tutasema mkuu wa mkoa ameweza kazi. Lakini sote tunatambua hayo hayafanywi na mkuu wa mkoa, kwa sababu ni miradi ya pesa nyingi na yana wizara husika na sekta husika. Mimi kazi yangu ni kusukuma tu. Kwa hiyo niliwafikishia taarifa wenye dhamana wote na tukaunganisha nguvu kufanya kwa pamoja. Kwa hiyo mkoa wa Kagera kwa sasa, waliokuwa wakilalamikia stendi stendi ya mjini kati, imekwisha tengenezwa, imekamilika, imejengwa vizuri, ni ya kisasa kabisa na ina ina frame za maduka. Lakini mwaka huu wa fedha tumeidhinishiwa shilingi bilioni mbili ambazo tunakwenda kujenga terminal building ya kisasa sana. Lakini pia serikali inatujengea soko kubwa la kisasa pale mjini kati, tumekwisha vunja, tumesafisha na mkataba umekwisha sainiwa. Kwa hiyo contractor anaanza kujenga, lakini tunajengewa pia stendi kubwa sana ya kisasa eneo la Kiakairabwa ambayo na yenyewe imekwisha sainiwa mkataba na mkandarasi anaanza kazi. Lakini tukija kwenye swala la bandari zetu, Mheshimiwa Rais ameboresha bandari zote mbili, bandari ya Bukoba mjini kwa thamani ya shilingi bilioni 20, lakini na bandari ya Kemondo kwa thamani ya shilingi bilioni 18.5 na zote zimekamilika kwa asilimia mia moja. Na meli mpya inayotoka iliyokamilishwa Mwanza, MV Mwanza, hapa kazi tu, itakapoanza kazi itakuwa inapita pia Kagera. Kwa hiyo na badala ya kutumia masaa usiku kucha kama ilivyokuwa ikifanya mwanzo, sasa itakuwa inatumia masaa sita tu kwa hiyo tunaona jinsi uchumi utakavyoenda kuchachuka. Tumezungumzia swala la daraja, na wengi mlikuwa mashuhuda, daraja limezondolewa kwa kishindo. Ukilitazama lile daraja kiuhalisia, wanufaika wakubwa ni sisi wa mikoa ya Kagera na Geita kuliko wale wa Mwanza, kwa sababu sisi ndio tunatoa bidhaa zetu huko kupeleka Mwanza, ambako tunakwenda kufuata soko kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sasa hivi unakwenda moja kwa moja mpaka Mwanza bila kusubiri kivuko, lakini meli itakuwa inafanya kazi na ina uwezo wa kubeba abiria elfu moja mia mbili na mizigo ya kutosha. Kwa hiyo changamoto ya usafiri kanda ya ziwa, Mheshimiwa Rais ameikamilisha, ameimaliza kabisa. Na tukimaliza hizi barabara kubwa ambazo nimezitaja, Kagera haitokuwa tofauti na miji mingine tena. Actually ukiwa Kagera una enjoy zaidi, kwa sababu sisi hatuna traffic jam Kagera, hakuna foleni, yaani ni shwaa dakika tano, shwa, shwa umerudi. Na sasa hivi kufika Mwanza shwa, masaa matatu umefika Mwanza. Unaweza kwenda Mwanza asubuhi ukarudi jioni. Kutokana na hayo, tunajifilwa na Kagera kwamba tuna kila sababu ya kusema tunamshukuru Mheshimiwa Rais.